Ngetomi gya gwika oguo mm. ni kwenda ngai. Mm. Na ginyokite ikinya rimwe kwa rimwe mm. ria ngai. Sasa ilibidi nikauliza Mungu nitafanyaje? Mm. Akaniambia utafanya hivi, mm -hmm. wewe utachukua mamlaka yenye inafaa. Uende kwa madhabahu mm. kama mtu wa kawaida. Mm, na upereke Mungu kama mtu wa kawaida. Kuonekea wapi kule heri ido hizi. Eh, e, e, utakirite nguo. Eh. Ehe. Aya nani karete? Mm na wakati sasa nime, n, Mungu amenituma sasa nikiwa mtumishi wa Mungu kubariki vitu zenye zimepelekwa na mwenye amepeleka mm, nikakuja na nikasema e, kunaye alikuja kufanya kile unasema Mungu mm, na anaitwa Peter Muriuki mm, na juu amelete, Mungu nipe nafasi mm, sasa kama mtumishi wako mm, ya kuja kufanya kazi yangu kama mtumishi Mungu amenipa nikakuja, nika nika kwanza, nikanyunyisia maji nikatakaza hmm. hmm. na kutakasa, nikaanza imbanda hiyo.